Hojeni ni wakumbushe watu wa Pangani mwaka elfu moja mia tisa na kumi, mwaka elfu moja mia tisa na kumi Mjerumani alijenga boma Pangani, yaani alijenga ofisi kuu ya utawala mwaka elfu moja mia tisa na kumi ambapo alikuwa anatawala Pemba na Unguja, alikuwa akikaa Pangani. Maeneo yote kama ya Pangani Afrika Mashariki yanalipwa maeneo yote kama ya Pangani Afrika Mashariki yanalipwa serikali ya, ya Ujerumani inalipa sultani wa Omani yanalipa. Hizi si hela za CCM wala si hela za kata wala tarafa. Tuwakumbushe Wanapangani, ninyi mna pesa yenu kutoka serikali ya Ujerumani, mna pesa yenu kutoka kwa sultani wa Omani ambazo hazihusu serikali ya Chama cha Mapinduzi wala hazihusu serikali ya tano wala hazihusu taa zinahusu maslahi yenu, kwa sababu Mjerumani aliona fukwe hizi ni muhimu kwa maslahi yake, alikamata rasilimali za Pangani alipeleka Ujerumani. Kwa hiyo Wajerumani walilipa Pangani na walikuwa wakilipa mafao kila baada ya miezi mitatu. Ukisoma unaona kwamba tangu walipoanza kuwa wanalipa dola elfu sabini ni miaka arobaini na nne wakishapandisha sasa, wangekuwa wanalipa kila baada ya miezi mitatu dola milioni moja na laki mbili. Maana yake nini, ndugu zangu? Haya mambo ya kukosa choo, ya kukosa stendi, ya kukosa biashara ndogo ndogo yalikuwa ya yanamalizwa na rasilimali ambayo Tanzania haihusu, pesa ambayo haihusu serikali ya Tanzania, pesa ambayo kwa wajerumani kukaa Pangani kwa Waarabu kukaa Pangani wanalipa sasa. Serikali ya Chama cha Mapinduzi badala ya kuwekeza fuko za Pangani au kuwapa Wanapangani haki yao ambayo Mungu aliwapa, kwa kuleta ukoloni hapa, kwa kumleta mwarabu hapa aliyejenga, serikali bado inachukua hizo fedha na inapeleka. Ndugu zangu, Wanapangani, rasilimali ya ardhi ni mali kubwa sana duniani. Mikataba ya kimataifa inaitambua Pangani kwamba mpaka sasa ni mji ambao wanaita sister cities wa mji wa vinu huku ilioko Namibia. Namibia wanalipwa na Pangani wanastahili kulipwa, vipo ukienda bungeni, waombe hela yako. Maana yake ni kwamba tangu mwaka elfu moja mia tisa arobaini na moja hadi leo wewe unadai hela yenu hela hiyo inatosha kumbadilisha mji wa Pangani bila kupata pesa yoyote kutoka serikalini na watu wamelipwa, na kama wamelipwa warudishe fedha waliolipwa kwa ajili ya mji wa Pangani. Tumesema hapa kwa sababu hapa ndiyo sehemu ambayo tulistahili kusema, hapa ndipo kwenye kivuko cha mji cha mto wa Pangani. Maana yake haya tunayoyasema, watu wa usalama waandike Haya tunayosema wanapangani wajue kwamba wana pesa yao tangu mwaka 1945 haijalipwa Pangani, na kama imeletwa basi wachache walioichukua wairudishe. Chama cha wananchi CUF huwa tunakwenda kwa research. Chama cha wananchi CUF, ndugu zangu, hatukurupuki. Ninyi mlioko hapa mnatutosha, tunawaeleza, mtupe kura. Mpeni kura, ndugu yangu Diblo mpeni kura yule bwana ambaye alijiombea kura kwa utenzi. Sijui yuko wapi yule diwani wangu? Eh, sogea na nahisi huku kuna madiwani wa karibu yako. Yuko wapi mwingine diwani wa karibu? Njoo kuyuko mwingine. Ndugu zangu, hawa ni vijana sana, haya nao yasoma, wanaweza kwenda wakagugo, wataona Boma la hapa lilijengwa mwaka elfu moja mia tisa na kumi. Boma hapa Pangani tulikuja kufanya research Pangani. Kwa hiyo Pangani sio masikini wala Pangani haitegemei serikali ya Chama cha Mapinduzi, inategemea ikipewa tu haki yake na serikali ya Chama cha Mapinduzi, basi Pangani inajiendesha. Ukifanya hesabu, maana yake ni kwamba bajeti ya Tanzania yote maana yake ingepaswa kulipwa Pangani. Hamuwezi kupewa bajeti ya Tanzania, alafu Pangani bado ibaki hivi. Ninawaomba ndugu zangu, nichagulieni hawa vijana wangu. Chama cha Wananchi kafu kitawasaidia kuhakikisha rasilimali na maliasili ya Pangani inakuja kuwatumikia Wanapangani. Diblo, njoo kaka yangu. Mkutano wa kwanza wa pale dampo pale, sijui stendi, mtanisamehe, dampo, hakuna stendi ya namna ile tena duniani. Lakini mkutano wa kwanza wa pale stendi nilikwambia na kufahamu hapa, sisemi namfahamu, maanake ninyi mnamfahamu zaidi kuliko mimi, lakini nachotaka kusema ni kwamba hii ni safu ya wanakafu ambao watu wapangani mnatakiwa kutupa na hatutaki mtujaribu, kwa sababu wanaweza amua kuandika barua moja wakaambatanisha kwa katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF, wakampa gombo za mandito gombo ambayo atakuwa rais wa nchi hii wakampelekea na Profesa Ibrahim Harun Lipumba ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu. Hela ya Pangani italetwa, kwa sababu hela yenu ipo, haitoki CUF, haitoki system. Ni haki ambayo Mungu wenu amewapa, ndugu zangu wa Pangani hatuwezi kuwa tunasema neno moja kila siku kwa sasa. Tuseme kweli, mnatuangusha. Hata kama wanaiba mnapiga kura chache, mkipiga kura nyingi haziibiki. Ndugu zangu, ni ninyi ndio mnayotuweza kutufanya sisi tuweze kuendelea kufika Pangani. Kama nyinyi hampo, si hatuji Pangani, tutakuja kufanya nini? Kwa sababu hatuwezi kuenda sehemu ambayo kuna sisiemu, alafu na wao sisiemu wanakubali dhiki ya aina hii Nimewaambia hawa ndugu zenu wamesoma. Mtoto wa Pangani akienda shule hii hii ya chekechea, akaenda shule ya msingi hii hii, akaenda sekondari hii hii, kwa akili ya Wanapangani kwa sababu mnakaa mangroves. Eneo hili ni mangroves, ni eneo ambalo lina stimulate akili. Kuwepo kwenu hapa, maana yake vichwa vyenu vina akili ya ziada, hamwezi kufeli. Mkifaulu maana yake mtakuwa na mtoto ambaye atakwenda mpaka chuo kikuu. Ikiwa mwanapangani atachagua kuwa daktari wa mifugo au daktari wa kilimo atasoma miaka minne tu, maana yake mtoto wako utamrudisha nyumbani ana miaka ishirini na nne. Mtoto mwenye miaka ishirini na nne serikali ya CCM haimpi nafasi ya kuchakata ardhi ya kwao Pangani mtoto mwenye miaka minne serikali ya ishirini na nne serikali ya, ya sistemu hairudishi kwa mzazi aliotoa pesa kwa kuvua ikija ku, ukija upepo anakufa kwa uvuvi. Kama ambavyo watu wamesema hapa, hakuna vyombo vya kujiokolea, ni Mwenyezi Mungu anatusaidia, uzoefu unatusaidia. Wazazi wanakufa kwa uvuvi ili watoto wao wasome, wakija kuwa madaktari wa, wa mifugo, wakija kuwa madaktari wa wanyama, wakija kuwa madaktari wa watu utatoa pesa tena kumwona mtoto wako. Mwanapangani ametoa hela ya, ya samaki zake kumsomesha mtoto wake, alafu anatoa hela tena ya samaki kuilipa serikali kwa kumwona mwanaye, bado mnakuwa CCM, mwana CCM wapangani. Ikitokea Mwenyezi Mungu kakuhitaji haraka, amekuchukua ukiwa na miaka thelathini, jamani, umri wa miaka thelathini kisayansi, mwili una rutuba zaidi unaoza haraka unaharibika haraka, hakuna mochwari Pangani, hakuna kwa hiyo. Maana yake ni nini? Mwana Pangani akifa, ikiwa ni kwa bahati mbaya, maana yake hata hapo hospitali utatafuta pesa nyingi kwenda ukakomboe maiti ya baba yako, kwenda ukakomboe maiti ya mama yako, kwenda ukakomboe maiti ya mtoto wako. Halafu wewe bado unakuwa CCM ambaye haiwezi kukusaidia hata kukomboa maiti tu ya baba yako. Kijana gani Wapangani anapaswa kuwa CCM? Nani mtu Wapangani anapaswa kuwa CCM? Kuna vitu havihitaji hata kuja kafu hapa. Kuna vitu vinahitaji kutumia ufahamu mkubwa. Kwa sababu hawa watu wameamua kwa makusudi kuchukua rasilimali ya Pangani na kuwaambia nyinyi liwalo na wile na liwe. Yaani nyinyi muendelee na mambo yenu mkitaka mfanye, msipotaka muache gu wacheni, chagueni chama cha wananchi Kafu ni chagueni. Haya majeni, nakushukuru sana. Lakini chama chetu kilisema kipato cha msingi ni haki ya kila Mtanzania. Pato letu la msingi ni ardhi yetu kwanza, hatutaki vitu vya ziada. Rudisheni deni letu, ndugu zangu. Watu wa Kilwa kule ile mijusi wanalipwa. Mlisikia watu walikufa Mtwara kwa kuzuia gesi kwa sababu ni rasilimali yao. Wanapangani hamwezi kuzuia kumrudisha Mjerumani aje awalipe kwa kuwatumia kuatu, kwa lakini hela yenu mnaweza kudai, ni pato la msingi la Wanapangani kupewa pesa yao, mtadai pato lenu la msingi katika halmashauri, asilimia tatu iende kwenye maendeleo ya Wanapangani, asilimia tatu ya hela yenu inaweza kuwa trilioni sita. Hamwezi kuwa mnakosa lami Pangani, lami ya ardhi hii ni kilometa moja kwa bilioni moja trilioni sita ni kilometa elfu sita hazipo pangani maana yake unaweza ukaifanya pangani yote mashariki na magharibi kuwa lami kwa hela ambayo haitoki kwenye serikali ya CCM hii ndiyo kafu ndugu zangu tukiwaambia mtuamini mnasema hapana tangu tisini na tano tumefuta elimu lakini mpaka leo bado elimu mnatozwa atakuja mwishimu wa gombo hapatasimi niliwaambia nimewaletea mzanzibari nikiwa na maana ya kwamba mahusiano ya kiutawala ya Zanzibar na Pangani yaliwekwa na Mjerumani hapa, yaliwekwa na Mwarabu hapa. Kwa maana watu wa Pangani na watu wa Zanzibar mnafanana. Hebu tuambieni sasa, hata kwa macho Zanzibar na Pangani viko sawa. Kwa nini wao wameendelea alafu makao makuu ya Zanzibar hayajaendelea? Kwa nini Pemba kuna afadhali alafu makao makuu ya Pemba hakuna afadhali? Maana yake tuna roho mbaya, watu wa Pangani, tukipata madaraka tunaamua kuwadhalilisha wenzetu, ili tukipata elfu mbili mbili tukiwapa iwatoshe wapeshe. Kwa hamuwezi kuletewa maendeleo kama mtangangania CCM, kwa sababu CCM ikileta maendeleo mtaipindua. Aweso mtamtoa, kwa sababu mtakuwa na elimu, mtakuwa na mali. Kwa hiyo mnatakiwa mwe malefa ili akija akigawa elfu tano tano muendelee kuchagua sisi. Tumemaliza ya kwetu, kwa Mungu wetu, tumewaambia kile kinachotuhusu kilichobaki ni matakwa yenu wenyewe, mtakufa na Mungu wenu. Mheshimiwa Dibro, zungumza na watu hapa kwa dakika tano. Ndugu zangu hapumzikeni.